Tumaini ni mshirika muhimu sana wa imani. Ukisoma kile kitabu cha Waebrania 11 mstari wa kwanza ile definition ile ya imani kwamba imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Kwa hiyo ili sasa imani iwepo, lazima kwanza niwe nina taraja ambalo ninalo, kwa sababu imani iko kutekeleza kile tumaini imekitarajia. mm -hmm, ndio maana nikasema tumaini ni mshirika muhimu sana wa imani, kwa sababu ili imani iweze kufanya kazi, lazima imtafute tumaini. Kuna tumaini sehemu fulani, kuna mtu ametarajia kitu sehemu fulani. Okay, kama ametarajia ni kitu kweli ambacho hakiki lakini anakitarajia kukipata. Sasa hapo, anaipa nafasi imani iingie kazini. Kwa namna nyingine, naweza nikasema tumaini ndio msingi wa imani kuweza kufanya kazi, kwamba ili sasa imani iingie kazini, lazima tumaini lianze kujenga msingi. Ni sawa na nyumba tunavyojenga, hatuwezi tukajenga bila kuanza na msingi, lazima tujenge msingi, alafu sasa ndo tuanze kupandisha tofali. Kwa sasa ndivyo ilivyo hata tumaini. Tumaini li linaweka msingi, ili imani ije ianze sasa kutenda kazi, inaanza kupandisha tofali moja inakuja lingine inakuja lingine. Kwa hivi ni vitu ambavyo sasa vinategemeana, yani vinatembea kwa pamoja, safari yake ni moja, lakini sema tu mmoja, yeye ni wa sasa, lakini mwingine ni wa siku za mbele. Kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza 13 13, basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo na lilo kuu ni upendo. Anaposema basi sasa inadumu imani, tumaini na upendo, hizi ni nguzo kuu tatu, niseme katika maisha ya Mkristo au katika maisha ya mwamini kwamba mwamini, ili uweze kusimama, hutakiwi kukosa imani, hutakii kukosa tumaini, hutakiwi kukosa upendo. Na ndio maana akasema, na katika lilo kubwa ni upendo, kwa sababu upendo ndo unabeba sasa hivi vyote. Ukikosa tumaini, ujue imani yako haiwezi kufanya kazi. Ni lazima utumaini, ni lazima uwe unatarajio, uipe nafasi imani iweze kufanya kazi. Ukisoma kile kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya kwanza mstari wa tatu kitu ambacho Paulo alikuwa anawaambia hawa watu, hatuwachi kutambua imani yenu upendo wenu na tumaini lenu, kwamba hivi vitu ni vitu ambavyo kwenye maisha yetu, yani, tunatakiwa kila wakati tunajichunguza: hivi mimi niko katika upendo? hivi mimi ninatembea katika imani, ninatumaini kwa sababu ndizo nguzo ambazo tumesema kule, wamesema inadumu imani kwao ni nguzo ambazo haziwezi kuondoshwa kwa namna yoyote. Kwa hiyo hata unapopita katika magumu, natakiwa ujiangalie, je, bado nina hizi nguzo? nimesimama katika imani? Je, bado ninamtumaini Mungu hata katika hili gumu ninalolipitia? Bado ninamwamini Mungu kwa sababu tumeambiwa ni vitu ambavyo havitaondoshwa, vipo. Kwa hiyo wewe sasa unatakiwa wewe unajua kabisa saa hizi niko katika nyakati ambazo ni ngumu, je, bado nimeweza kudumu katika imani? Je, bado nimeweza kudumu katika kumtumaini Mungu? Je, bado nimeweza kudumu katika upendo? Kwa sababu hivi ni vitu ambavyo vinatakiwa vidumu maisha yako yote. Kwa sababu gani? Anasema imani ni kitu cha sasa, kwamba chenyewe kinaongelea mambo ya sasa hivi. Ningesema mimi Mungu, nimepona, nimepona. Ndio maana Mungu anatuambia kwamba mkiwa mnaomba ah, nini, kwamba mmepokea, kwamba ni sasa hivi mmepokea. Lakini tumaini lenyewe linaangalia siku za usoni. Ndio maana Mungu anasema kuwapa tumaini katika siku zetu za usoni. Kwa sababu gani? Anatuwazia mawazo mema, ili kutupa tumaini katika siku zetu za usoni, kwa tumaini lenyewe ni la siku za usoni ni au ni la kesho yako. Lakini ukija kuangalia upendo, upendo ni wa siku zote, wenyewe upo kila siku. Tamka leo upo, kesho utaukuta, kesho utaukuta. Kwa hiyo bila kuwa na tumaini, imani haiwezi kuwa na nguvu kwao. Ni lazima kwanza tumaini liwepo ili imani iweze kupata nguvu ya kudhihirisha yale ambayo umeyatarajia. Kwa hiyo kama sasa wewe ni mvivu katika kutarajia, unasema tu unaishia kwenye kutarajia, alafu hutaki sasa kuvuka kutoka kwenye kutarajia kwenda katika udhihirisho wa kile ulichokitarajia, utajikuta wewe ni mtu wa kutarajia tu na kutarajia, miaka inaenda inarudi, huko tu unatarajia, you don't move Hausogei. Kitabu cha Ayubu 14 nasema, kwani yako matumaini ya mti ya kuwa ukikatwa utachipuka tena, wala machipukizi yake hayatakoma? Ijapokuwa mizizi yake huchakaa michangani, mashina yake kufa katika udongo, lakini kwa harufu ya maji itachipuka na kutoa majani kama mche. Kwa hiyo yako matumaini ya mti ukikatwa kwamba utachipuka tena. Tumaini ni kitu kizuri, hasa ukikijua na ukijua namna gani ukiishi utembee nacho kama anasema kuna tumaini kama mti ukikatwa unaweza kuchipua tena. Kwa hiyo hata wewe ukianguka, uwe una uhakika utaweza kusimama tena, ukiwa na tumaini la kumwangalia Kristo, kwa sababu sisi tumaini letu limekaa kwa Kristo. Kwa hiyo haina namna, ukaanguka una tumaini la Kristo, akakuacha lazima atakuinua tena, na akikuinua utachipua vizuri zaidi. Tumaini na imani ni vitu au ni nguzo za muhimu sana katika maisha na hatima ya Mkristo. Bila tumaini imani yako haifanyi kazi. Ni lazima kwanza uanze kutarajia, ndio watu waambiwa, imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Huna taraja, ina maana imani itabaki pale dormant. Haitafanya chochote.